Bwana Yesu asifiwe enye watumishi wa Mungu, ashukuriwe Yesu Kristo na Mungu aliyemtuma kwa kutuwezesha hata kutupa siku nyingine e, okay. Sitaki kuachelewesha, ila na habari njema, enye watumishi wa Mungu, hasa mlioko kwenye kamba ya pornography ama video za ngono Video za ngono ni hatari sana, kwa maana ni kweli, utaanza kwenye video za ngono ila hautaishia hapo, kwa maana kwa kadi utavyoendelea kuangalia, ubongo wako utahitaji kuangalia kitu ambacho hujakiangalia, utajikuta unaruhusu moyo wako kufungwa kamba mbalimbali zikiwemo uasherati wa, wa jinsia moja, kwa maana utaanza na video za ngono za kawaida, lakini hautaweza kujizuia, utaanza kuhama video za ngono za wanyama ama video za ngono za za jinsia moja, nakuta unaangalia transgender, shimeli, lesbian. Na mimi naongea hapa, nimetoka elfu mbili na kumi na nane mpaka sasa hivi elfu mbili na ishirini na tano ninajua ninachokiongea. Kuingia tunaingia bure, ila kutoka unahitaji ruhusa kutoka mbinguni, na kwa sababu hiyo nimeanzisha nimeona niwafundishe ni, nifundishe kile kitu nilichokiishi, kwa maana ya mfalme wa amani Yesu Kristo ndicho alichotufundisha, uwezo wake ulionisababisha nikatoka. Mimi nimetumia mbinu mbalimbali zikiwemo za kufunga, zikagoma kuwekewa mikono zikagoma mpaka nikasema kweli Yesu yupo, ama ni mimi tu, ama wengine wametoka kwa sababu wana neema. Ila ashukuriwe Yesu aliyotupa mlango kutokea, na kwa sababu hiyo basi tujiunga kwa pamoja. Kwa yule yuko kwenye kamba, mimi ninakuhakikishia kwamba bila ruhusa kutoka mbinguni hutoki. Ni, ni kweli, unaweza ukajaribu, ila kwa <laughs> kutoka hapo, ndugu yangu, si kawaida. Mimi ilinichukua mwezi mmoja kutoka ila kulikuwa na, nilihitaji nilihitaji drip, wanasema operation bila guns, kwa sababu ilikuwa pambano si la kawaida, kwa sababu mimi yu... hawahitaji kupitia experiment tena. Mungu ametoa silaha za kutosha kwa wewe ulioponywa kwa kuwekewa mikono. Shukuru Mungu, maintain muujiza wako, kwa maana muujiza ni rahisi kuupata, ila kuutunza unahitaji Huishi sana sana yule aliyokupa ruhusa ya kukuponya. Na kwa sababu hiyo, nikupe neno tu hilo lilionitoa mimi, na hilo neno ni hakika na ni kweli. Kama umetumia mbinu mbalimbali zikagoma, mbinu ya kuwekwa mikono ikagoma, mbinu ya kufunga ikagoma, Yesu Kristo na neno lake ni kitu kimoja. Tumia Methali ishirini na moja kumi na tatu. Angalia mtu mwenye ni mhitaji, kimuona mtu ni mhitaji, weka hoja sawa sawa na hilo neno, na kwamba baba Mungu azibaye masikio kwa masikini, ni akilia kwako, utaziba masikio ila mimi sijaziba masikio, ninaomba unitoe katika uasherati. Unatoka, ila unapoendelea, ka ndugu yangu, unajiwekea mazingira hatari sana, kwa maana ibilisi ni mjanja, lengo lake akugeuze tu jinsia. Nina kuhakikishia na kweli. Kwa sababu wakadri unavyoangalia pornography, utaanza kuangalia, mpaka utahamia pornography za kinyume na maadili. Na utaweza kuzuia mwazi. Kwa sababu ubongo ndio uliotegwa. Ukihamia hapo, sistimu yako inashambuliwa shambulio. Shambulio wanakuwa yu initiate katika ulimwengu wa ndoto. Wanatengeneza tukio katika ulimwengu wa ndoto. Wanaku initiate. Na ukisha initiate. Ukisha anzishwa pa, basi. Na utaweza kusema hapa. Na kwa sababu hiyo basi, tuwe pamoja katika uwanja wa ukatauba na tamaza dunia, tuweze kujifunza kujifunza vile vitu tulivyoviishi. Hiyo ndo, ndo Yesu alivyotuambia. Basi kwa sababu hiyo, kwa hivyo leo ya kwanza <laughs> nikutakia tu mapambano mema.